Mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 1 siku ya Jumanne. Mada inasema Danieli, yafunge maneno haya. Mwandishi anasema soma Danieli sura ya 12 aya 4. Bwana alikuwa anamwambia nini Danieli hapa? Tofautisha hii na Ufunuo sura ya 22 aya 10. ni jambo la kawaida kusikia wahubiri wakitumia Danieli 12 aya 4 kutabiri kuongezeka kwa maarifa ya kiteknolojia na kisayansi kabla tu ya kuja kwa Kristo. Wengi pia wanaitumia kueleza maendeleo ya usafiri wa haraka yaliyotokea katika karne moja hivi. Vitabu vyetu vingi vimechukua njia hii, ingawa kwa hakika ni tafsiri za inaweza kumaanisha kitu kingine pia. Soma kifungu hicho tena. Maelekezo ya malaika kwa Danieli yanaanza na amri ya kufunga maneno na kukitia muhuri kitabu. Jambo linalozungumziwa ni kitabu cha Danieli chenyewe. Yumkini basi, je, maarifa hayo ambayo yangeongezeka kwa ghafla mwishoni mwa wakati Yangeweza kuwa maarifa ya kitabu cha Danieli chenyewe Hili linafanya kitabu cha Danieli kuwa tofauti kwa kiasi fulani na Ufunuo Kwa kuwa Yohana aliambiwa asitie muhuri kitabu chake Ufunuo 22 aya 10 Ufunuo ilikusudiwa kueleweka tangu mwanzo kwa sababu wakati huo umekaribia Kinyume chake kitabu cha Danieli Kingeeleweka kwa wazi zaidi wakati fulani kwa wakati wa mbeleni ambao ulikuwa haujafika. Kwa karne nyingi, Wakristo wenye fikra nyingi wamejaribu kukifafanua kitabu cha Danieli na wengine walipiga hatua kubwa. Uelewa wa Danieli uliongezeka kwa kasi. Hata hivyo, baada ya mwisho wa unabii wa miaka 1260 uliomalizika mwaka 1798 Wakati wafafanuzi wengi ulimwenguni kote walipoanza kufikia hitimisho kwamba kitu cha kushangaza kingetokea mnamo mwaka 1843. Hata hivyo, aliyetambulika zaidi ya wote alikuwa William Miller ambaye mahubiri yake yalianzisha vuguvugu kuu la ujio wa Yesu la karne ya 19, na kuanzisha msururu wa matukio ambayo yangeanzisha kanisa la masalio na ufahamu wazi wa ujumbe wa malaika watatu kuanzishwa kwa harakati yaani vuguvugu yetu ya ulimwengu wote. Kwa maneno mengine, ni utimilifu wa utabiri wa Danieli kwamba maarifa yataongezeka katika wakati wa mwisho. Kinyume chake, na bila kuamua wokovu wa mtu, fikiria juu ya giza ambalo sehemu kubwa ya ulimwengu wa Kikristo imo ndani yake. Kitu cha msingi kama sabato ya siku ya saba iliyoanzishwa bustanini Edeni inapuuzwa hata kutupiliwa mbali kwa kuunga mkono Jumapili, siku iliyotokana na upagani wa Kirumi. Au fikiria juu ya kukosa ufahamu kabisa juu ya kifo; kwa Wakristo wengi, kuamini wazo la kipagani kwamba wafu mara moja wanapanda na kwenda katika hali ya maisha mengine, ambalo kwa wengine linamaanisha jehanamu iwakayo milele. Tofauti na hilo, tunapaswa kuwa wenye shukrani na kunyenyekezwa kwa ujuzi wa kweli. Mwenyezi Mungu atubariki sote na karibu tena.